katika ushindi mkubwa wa kisiasa chama cha rais wa Argentina Javier Milei kimepata ushindi katika uchaguzi wa katikati -kati ya muhula yani midterm election. ushindi huu unampa rais Milei mwanauchumi na mpinzani mkubwa wa mfumo wa jadi msukumo mkubwa wa kisiasa wa kuendelea na mageuzi yake yenye utata ndani ya taifa lake Uchaguzi wa katikati ya muhula ni muhimu kwa Rais Milei kwa sababu ushindi huu unaimarisha Rais Milei kuongeza idadi ya viti katika bunge la Congress na hivyo kurahisisha upatikanaji uh, upitishwaji wa miswada yake mikali ya kiuchumi, ambayo inajumuisha kupunguza matumizi ya serikali, sambamba ubinafsishaji na kuondoa udhibiti wa soko lakini matokeo yanaonyesha kuwa riche ya ugumu wa kiuchumi nchini Argentina na ukali wa mageuzi yaliyopendekeza, wapiga kura wanaendelea kumuunga mkono katika jitihada zake za kupambana na mfumuko yani wa bei, yaani inflesheni na rushwa. Pia ushindi huo unapunguza nguvu za vyama vya upinzani, hasa chama pa peronisti ambacho kilikuwa kimeahidi kupinga vikali mipango ya Milei. Javier Milei alishangaza ulimwengu aliposhinda uraisi akigombea kwa ahadi za mshtuko wa kiuchumi. Ushindi huu wa katikati ya muhula unathibitisha kwamba mawazo yake ya kiribelo kiibelo, yaani anarcho-capitalist yanaendelea kupata nguvu kubwa ndani ya taifa la Argentina. Sasa akiwa na msukumo mkubwa na mpya bungeni Rais Milei anatarajiwa kuongeza kasi ya utekelezaji wa mageuzi yake. Dunia inasubiri kuona ni kwa, kwa jinsi gani Argentina itaweza kupona kutokana na matatizo yake ya muda mrefu ya kiuchumi dhidi ya uongozi wake.